Kutembelewa ambaye uh, ni, ni, ni uh, wakitaka kujua kile uh, umekuwa kifanya, lakini kwa ufupi ni kwamba uh, Brighton ni kijana ambaye wa Kitanzania huyu ambaye ameweza kutumia ubunifu na kipaji alichonacho kuweza basi kubuni robot ambayo unaiona hapa. Robot hii yeye anaitumia um, kama mlinzi au katika masuala ya security zaidi. Lakini kivipi robot hii inafanyaje kazi mpaka kusimama na kuwa mlinzi, yeye zaidi ataweza kutubainisha. Karibu sana. Um, asante, nashukuru sana. Ebu tuambie kwanza ubunifu huu ulianza anzaje, maana kila mmoja anakuwa na shauku na hamu ya kutaka kujua hii, hii ilikuwa kuaje, Brighton? Okay, asante. Kwanza hmm, kama ulivyotangulia kusema mimi ni Brighton Katabanzi ni mzaliwa wa wa Kakonko, mm-hmm. moja iko Kigoma, kijiji cha Kasanda. Uh, mimi nimesoma electronics na communication chuo kikuu cha Dar es Salaam, nilimaliza mwaka 2014. Kwa hiyo baada ya kuwa nimemaliza chuo nimehitimu, nilianza kutafu kufikiri ni, ni, nifanye project gani ambayo inaweza kuleta effect kwenye jamii. Kwa hiyo uh, mwaka 2015 nilianza kusoma mwenyewe masomo ya online siniko na natamani sana kutengeneza vitu ambavyo vinaweza vikaruka flying object kwa hiyo wakati na nasoma yale masomo mm, e, imefika tarehe kumi na moja mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili kumi na tano pale kijijini kwetu mm, kulitokea tukio la ujambazi mm -hmm. Aa, ilikuwa mida ya saa mbili saa mbili usiku kwa hiyo baada ya kwenye lile tukio watu tulikuwa bado hatujarara, tulikuwa bado senta tunafanya shughuli zetu, wengine tunapiga stori. Sasa wakati majambazi wamaliza kuvamia walikuwa wanaondoka, kumbe njia ambayo wanaondoka wanapita kulikuwa na mtoto ambaye hajui kinachoendelea, alikuwa nyumbani tu anacheza na tochi, alikuwa ameshika mkononi. Sasa alimulika barabarani, kumbe amemulika ambapo majambazi wanapita. Sasa baada ya tukio la wizi kutokea, yaani ndio wanaondoka, wanaondoka. Sasa sasa wamepita kwa nyuma ambapo kuna mtoto hajui kinachoendelea kwao, amemulika tu tochi njiani, kumbe amemulika majambazi. Uh -huh. Sasa baada ya kuwa wamemlika hmm, wenyewe wakahisi ni adui, wakahisi labda ni askari au mtu anataka kuwadhuru kuwa, wakawampiga risasi. <gasps> Walimpiga kwenye paja wa la mguu, sio kwamba alifariki. mm -hmm. Alipata matibabu sasa. Okay, kwenye lile tukio wakati wengine wenzangu pale wanahangaika namna kumpeleka Kibondo kwa mgeando, kwa tukio limetokea na mm. hapa kuwaza eh, kwa sababu, nao, inakuwa sio sawa una, yani, watu wanalia, una njia kutatua matatizo kama haya. Mm-hmm. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni, nikaanza kufanya utafiti nikaona, hivi kweli matukio kama haya limetokea, kwa hiyo mtoto, je, yapo na sehemu zingine zingine? Mm-hmm. Nikaona sio tu kwa watoto, <coughs> lakini hata kwa maskari, au walinzi masewa, au kwenye vibanda au kwenye makampuni sehemu mbalimbali na hata yani, maeneo mbalimbali hata majumbani mm. ya, yanatokea yanatokea matukio kama hayo. Kwa hiyo nilifanya utafiti wa kutosha nikakusanya hata kumi, nikaona kwamba mm. matukio kama haya yanatokea, kwa hiyo ndio nikaanza kufanya project sasa. Kwa hiyo tukio la wewe kukupelekea ya kufikia hatua ya kutengeneza robot kama huyu ambaye tunamwona hapa mbele leo mm. ni tukio ambalo lilisababishwa na ujambazi. Sasa yeah, yeah, yeah. Uh, ba baada ya kufanya hii hii ilikuwa ndio project yako ya kwanza, ama tayari ulikuwa na project nyingine ambazo umekuwa ukizifanya, kwa sababu tayari unasema ulikuwa uh, shule na ulikuwa ukifanya masuala haya ya kiufundi zaidi. Ah, uh, hii ilikuwa ni project kama ya tatu mm. lakini project ya ambayo hapo nilikuwa nayo ilikuwa ni project ya kutengeneza drone yani, ni kindege kisicho na rubani. Mhm. Mm ah uh, ndege ambayo nilikuwa na tayari nimeshaanza kusoma, nilikuwa sijaanza kutengeneza ila nilikuwa yeah. bado nasoma zile hatua ambazo zinaanza zikafanya, mimi niliona kama naweza nikatengeneza. Kwa hiyo nilikuwa nimeshaanza kusoma na naandika kile ambacho nakisoma ambacho natarajia nikifanya. Kwa hiyo ile tukio limetokea nikiwa ndani ya project yangu nyingine. Kwa hiyo sasa nilipoona ile tukio eh, eh, nikaona hili nalo liko ndani ya, kwa sababu ndege sio na rubani, unaiamuru ikiwa mbali, nikiwa huku na iamuru na inafanya kile anachokitaka, na robot ni vile vile kwamba naiamuru ikiwa mbali na inafanya kile Mm. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tu, ndege turudi katika huyu robot ya robot yangu inafanya kazi. Na, ni kama ulivyomwona eh? uh, mm. Ni kwamba kazi yake mm. uh, unajua jambazi anapopita anapopita mm -hmm. yeye anaangalia wa, wa, wa, ambaye ni adui yake. Mm. Sasa adui mara nyingi ambaye ndo tuseme askari ndo adui ya jambazi. Mm. Askari anakuwa na tochi na vifaa vingine vya kiusalama kama mm. ni usiku mida ya usiku. Mm. Sasa we unaenda kumtafuta jambazi mm. Alafu hujui kwanza amebeba silaha gani na hujui wako wangapi ni kwenye giza tu mm. Uh, sasa unaenda kumtafuta alafu yeye anakuwa hivi. Kwa hiyo nikaona kwamba nitengeneza roboti ambayo mm. inaweza yenyewe ukatumia remote ukiwa mbali umejificha alafu ukaiwasha uka uka, oh, na ikawaka. Kwa hiyo ikaanza kuangaza pande ambazo wewe unataka sasa. Kwa mfumo wa binadamu kwamba inaweza ikazunguka mkono lakini pia hii nyonga hii inaweza ikazunguka hivi. Eh, kwa hiyo kama ni adui hii ni kama kinga kwamba unahisi kuna wezi kwa hiyo unaamua kumweka pale ili atangulie kwa ajili ya kuku yani ni kama chambo kumtanguliza sawa kabisa ya ya ya ili kama kipiga risasi basi nawe kiu umejificha unaweza nayo kumjibu ni vifaa vifaa vifaa gani ambavyo umeweza kutumia kutumia katika kutengeneza na imechukua muda gani kabla hatujaenda kuona anafanyaje kazi okay huko ndani kuna vifaa vingi kuna vifaa vya electronics ambavyo tunatengeneza ma circuits kama unavyoona mfano wa... yeah. kuna vingine hiki hapa bado sijakimbe yani sijakiweka huko ndani kuna vingine viko ndani lakini pia hapa kuna plastic materials, plastic materials ambazo bado tena sijapata zile ambazo nazitaka kabisa ila nimetumia material ya kawaida lakini mm. pia kuna woods, woods ambazo mbao mbao, mbao. yeah, zimo na zenyewe pia. Mm-hmm. Yeah, lakini pia huko ndani kuna vifaa vingine vya local materials, vifaa vya baskeli, hapo vingine vingine. Kwa hiyo no, ni utaalamu mwingi nimeunga unga mpaka uone kitu kinafanya kazi. Sasa hapo kwenye baskeli, pengine imekugharimu kiasi gani kuhakikisha sasa huyu roboti wako amekamilika na anaenda kuifanya kazi? Insho sio kwenye roboti kutengeneza. Insho kwanza ni mimi ku, ku, ku, kusoma na kufanya utafiti wa hichi kitu. Mm. Ndio gharama kubwa, lakini kwenye chenyewe kukitengeneza gharama haifiki hata laki moja. Na katika kwele, kutengeneza ya katika kutengeneza mm -hmm, shida ipo kwenye mwanzo. Mm. -hmm. Kwa hiyo ukishamaliza unaanza kuangalia kitu ambacho umetumia gharama kubwa na namna gani ya kukirudisha kiwe gharama ndogo. Uh -huh. Ya, ya. Kwa hiyo gharama sio tatizo. Tatizo ni, ni ni, ule muda na, na gharama nilizotumia mimi kuweza kukitengeneza. Chenyewe sio gharama. Mtazamaji, um, wa Clouds TV ambayo unaendelea kuitazama sinatukiwa katika gumzo basi, hebu tuelekee tumuone roboti wetu anavyofanya kazi, alafu utarejea katika maswali mengine ili basi tuweze kujua mafanikio zaidi yamekuaje. Hebu tuonyeshe basi huyu robot anafanya kazi, na Brighton ndio anaendesha zoezi zima kwa sababu ndio kumtengeneza, najua anaguka vipi, anakamata vipi mlinzi. Hebu twende tuone. Okay, asante. Kwa hiyo hapa anachokifanya huwa mm. na, na, na, na, na mswichon Nikishawasha an, an, an, sasa nimejificha mm -hmm. ni sehemu natumia hii rimoti kuweza kuwasha. mm -hmm. oh. Hapo naona imeshtuka kwa sababu ndo hivyo tayari ina mawasiliano na hii hapa. mm kwa hiyo -hmm. hapo naweza nikaanza kuiangaza kui, kui, kui, kui kule ambako mm -hmm. mimi nataka sasa mwanga mm -hmm. na unawaka, naiwasha na kwa kutumia mm -hmm. kwa kutumia hapa, imezima. Hapa nimewasha, nikishaiwasha naweza nikaizungusha hivi kama unavyoona kuangaza wapi adui yupo. Kwa hiyo mm. naweza nikaipeleka pande ambazo nazitaka, lakini pia mm. nimetengeneza kwa mfumo wa, wa mkono wa binadamu kwamba inaweza kaangaza pande za huku za huku. Tatizo ni kwamba mm -hmm. humu ndani bado nafanya marekebisho, kwa hiyo nazidi kuweka vifaa vingine vya vfa, yani kwa ajili ya maboresho zaidi. Kwa hiyo naongeza uzito, ndio maana unaona nimezidi kuongeza vifaa kwa ajili vifa ya maboresho zaidi. Na, ana, anatoa sound yoyote pengine pale na, a, anapokuwa anaendelea ku, kufanya hiyo kazi wakati umemweka mahali. Yaani kama ukimdhuru mm. ukimdhuru lazima nipate information kwangu. Kivipi? Emfafanua. Kwa mfano unaweza ukaja ukamshika. Wakati akiwa anawaka anafanya ana, anawaka, kazi zake mm. Wewe mimi niko huku. <laughs> Nda, ukamshika nitapata notifications. Ndio maana sasa hivi unaona nikiwasha hivi kuna unasikia umlio unaotokea, ni kwamba kuna kitu hakijakaa sawa. uh-huh. Eh, kwa hiyo naweza nikaseti hapa unasikia tena mlio umebadilika kwa hiyo information za huku mimi nazipata. Okay. Ya, na kwa hiyo akitokea mtu akamgusa wakati tayari umemwasha katika eneo la kazi unapata ujumbe. Kama nimepitiwa nime labda nimejisahau akaja akapitia nitapata zile hmm, information. Unapata ujumbe wa maandishi ama unapata ujumbe wa sauti? Kuna message hapa inakuja na ina alarm kwamba kuna mtu ameshika. Ya, mm -hmm. mm. Kuna mtu ameshika, labda kuna. Yani ukishukia kuja kushika tu inatoa mm. alarms. Yeah. Naam, asante kwa, kwa zoezi hili ambalo umeweza kutuonyesha. Turejee katika mazungumzo yetu. Ndivyo ambavyo unaona roboti huyu anafanya kazi. Lakini nikuulize Brighton, mm umeweza kumtengeneza na pengine umetengeneza wangapi mpaka sasa hivi? Umekwisha kupata oda yote baada ya kumtengeneza kwamba nami nahitaji kwa ajili ya security? Kwa sababu huyu ndio nimeanza naye mm. Uh, bado sijapata sija, sija, sija nani oda ya kusema kwamba nimtengenezee mtu mm. Uh, kwa sababu gani? mm. Unajua, kitu ambacho umekitengeneza ume, ili kiweze kukamilika na kikaingia sokoni mm. Lazima kwanza kiwe kimehakikishwa kime, na wataalamu, mm. na, kimepitishwa, kime, na na uongozi wa serikali mm. bila kuleta madhara yoyote process hizo mm. na bado, bado. Mimi, yani mimi wakati nafanya hizo process kwamba labda kutembelea serikali, mm. viongozi mbalimbali nini mm. Turejee katika wazo lako jingine ambalo ulikuwa nalo kabla ya kumtengeneza huyu robot na baada ya tukio hilo la, la, la wizi mm, ulifikiria nini kuamua kubuni hizi drone ama ndege isiyokuwa na mm, Rubani. Okay, unajua kwa kwa kwa Afrika, kwa Tanzania na Afrika kwa ujumla tumejisahau vijana wengi ni wabunifu kama, kama ambavyo unasema lakini inaonekana kama wanashindwa kutimiza ndoto yao. Aa, unadhani pengine nini kifanyike kwa kijana kama wewe ambaye ndoto yako hiyo unayo ili basi iweze kufika mbali katika yale matarajio ambayo ulikuwa unayataka. Tatizo vijana tunakimbilia sana msaada. ya msaada, yani wakati una, unafanya kitu unaona kwamba hiki kitu ni kizuri kwenye jamii mm-hmm. Tunachokimbilia sana ni msaada mm-hmm. Ukikosa ule msaada unashindwa kufanya kile kitu mm-hmm. Kwa ndio tatizo hatuangalii ile kazi, tunaanza kuangalia msaada ukumbele. Yani ukifanya kitu kidogo watu wakasema umefanya kitu kizuri, kinaweza ikasaidia omba msaada mm-hmm. Unakimbia kutafuta msaada afu unasahau ile kazi yako mm-hmm. Ukikosa msaada una, ile kazi huwezi kaendelea nayo. Msaada ukinoga. Kwa hiyo ukinoga. Kwa hiyo inatakiwa ufanye msaada lakini pia ukiwa busy na mm, kazi yako. Eh, usije ukajisahau umeshaika ikashinda kufanya kazi. Naam, hebu turejee kidogo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kinshasa. Kuna mwanamama ambaye pia yeye aliamua kuingia katika masuala ya teknolojia na akaamua kutengeneza roboti ambayo unaiona kupitia screen yako. Mm. Roboti hii inafanya kazi uh, sawa na vile ambavyo wanafanya kazi askari wa usalama barabarani. Kwanza inatoa sauti ya muziki lakini pia inazungumza kwa kutoa sauti na ikikupa maelekezo kwamba hapa simama, hapa gari iende na hapa gari isiende. hebu hebu tuicheze mesiku ya sekunde chache, afu nirejee kwako kwa Brighton. Asante sana, nashukuru. Mm. Haya basi. Uh, ndio kama hivyo ambavyo unaiona, bahati mbaya kidogo sauti inakuwa iko mushkil, lakini hakuna kilichoharibika, lakini unaona inakuwekea taa kijani mm. Inakuonyesha kwamba sasa magari yanaweza kupita, inakuwekea taa nyekundu kwamba hapa uruhusi kupita, lakini pia inakupa sauti ya muziki wakati ukiwa unasubiri ule mlolongo wa magari mm. Na muziki unajua tena Wazaire yeah. Wanakula rumba moja ya hatari, ili watu wanaendelea kusubiri na wawahi kazini pengine uh, umewahi kuwa na ndoto ya kuhakikisha kwamba roboti hii ambayo umetengeneza itafikia ndoto alizofikia huyu mwanamama wa huko Kinshasa kwa sababu yeye kapata tayari um, ahueni na roboti zake zinafanya kazi, serikali inamsapoti na anatengeneza natengeneza mapato? Uh, kwanza mimi nashukuru sana kunionyesha huo ubunifu wa huyo mtu ambaye ametengeneza hiyo roboti huko Kongo mm. yani, nikiona watu wa hivi huwa na watafuta haraka kuna <laughs> mtu alikuwa London ametengeneza roboti ambayo itawasaidia yule aliyotengeneza ile roboti nilikuwa mm. haraka sana kumtafuta ili niweze kupata vitu vingi. Mm. Kwa hiyo hata huyu mdada ambaye ametengeneza hii roboti mm. mimi siishi kumtazama. Hatujui alianzia wapi. Huyu mm. ameanzia chini sana, yani sehemu ya kudharauliwa. Mm. Sasa hivi ndio watu wanamshabikia. Mimi mm. siwezi nikamshabikia. Mimi kazi yangu kwanza sasa hivi ni kwanza kumtafuta huyu mm. mdada japo yuko Kongo nitamtafuta kwa hali na yani kwa vyote vile mpaka nimpate mm. na niweze kushare baadhi ya information na yeye. Kwa hiyo kwanza nimefurahi sana kuona kitu mm. kama hicho. Kwa hiyo yani nitajitahidi sana nimtafute hata nisipate. Naamini siku ukirudi hapa utaniambia sasa nimempata na nimefikia hapa lazima, na pengine lazima, ziko ya. katika majumba kadhaa, robot zangu zikifanya kazi na mimi ni hilo. Yeah. Miaka miwili nategemea utakuwa wapi? Uh, of course ukiangalia ni, ni, ni muda umepita. Mm-hmm. Na, na, na pambana kuweza ku, ku, ku, kufanikisha. Ndiyo. Na, na, ukiangalia kinachosababisha huku uweze kufika mbele, mm -hmm. Kuna vitu hapa ambavyo inatakiwa upambane navyo changamoto, lakini pia kuna watu inatakiwa kuletea support angalau na uweze kusonga mbele zaidi. Huwa na, na, na tembelea ofisi za serikali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi yangu hairudi nyuma lakini, Ndiyo. hata pale ambapo naona kwamba hapa msaada unataka kugoma, sio kwamba na mimi nakata tamaa, hapana, naendelea kupambana. Mm-hmm. Nimekuwa nikishirikiana na viongozi wa serikali. Mm-hmm. Nadhani hata sasa hivi nimetoka kwa, kwa engineer Christopher Chiza. Okay. Ambaye ndo mwe, ndo mwenyekiti wa kamati ya bodi ya TANTRADE. Mm-hmm. Uh, yule niko naye sana, ushirikiano wake ni mzuri sana. Mm-hmm. Uh, na baadaye amenipa appointment ya kuweza kufanya presentation na baadhi ya viongozi wengine wa serikali. Kwa hiyo sijui pale Mm-hmm. kitu kitatokea, kitu gani, nahisi napata vitu vizuri. Kwa hiyo bado napambana. Lakini pia nashirikiana na, na, na, na, na wafanyakazi wa chuo chuo kikuu cha Dar es Salaam, akiwa pamoja yuko Baraka Maisel, yuko yuko yuko China. Ni mtu ambaye ni, ni, ni alikuwa mwalimu wangu wa, wa chuo, sasa hivi anachukua anafanya research hapo university. Kwa hiyo ni mtu ambaye yuko very close na mimi, anahakikisha kwamba kazi yangu hairudi nyuma, inafanikiwa. Tuzungumze uhusiano wako wewe na, na Costech ukoje, umewashirikisha katika lolote kuhakikisha kwamba na wao wanakupa support ama waendelea kukaa na wewe na kukunoa zaidi uweze kufika mbali? Costech niliwaona wakati natengeneza ile drone, nilienda pale Niko baada ya kuwa nimeshauriwa na watu wakaambia nenda Costec, nienda Costec, lakini nilivyofika pale nilionana na vijana ambao wanafanya project kama zangu. Zipo project nyingi nyingi, sio mimi peke yangu mm -hmm. Watu wako wengi sana wanaofanya project. Kwa hiyo nilivyowauliza pale, baadhi wakasema of course tunafanya project lakini uh, unajijua kima, kukua, kwa ajili ya chakula nini na nini. Sasa mimi nikiangalia, niseme leo nakuja naishinda hapa mm. Alafu sipati, yani nafanya project of course, lakini sipati hela ya kula mm. Itakuwa shida, kwa sababu kukaa hapa mjini mm-hmm. Natakuwa nipate hela ya kodi mm. Natakuwa nipate hela ya kula, natakuwa nipate hela ya nini yani, niweze kujikimu, inakuwa ni shida. Kwa hiyo mbali, mbali na shughuli ya ubunifu natengeneza, kwa hiyo nilipoenda siku ya kwanza na pili, nikaona kuendelea itakuwa ni kazi kwangu. Lakini pia baada ya hapo juzi mm. Kwenye hii roboti ilibidi tena niwaone viongozi wa pale, kwa hiyo nimeona nao wakasema tarehe kumi na nane niende mm. tuzungumze zaidi waweze kunihoji juu ya roboti tena hii. Okay. La. Kwa hiyo mbali na shughuli ya utengenezaji wa hivi vifaa vya kisasa teknolojia, na vitu kama hizo, robot na hizo drone, ni shughuli gani ambayo unaifanya? Mm. Uh, mimi ni mtaalamu wa kompyuta. Kwa hiyo huwa natengeneza vitu vinaitwa website, mm. uh, database ambao mm. ndo systems. Mm. Uh, lakini pia matatizo yote ambayo sana kompyuta kompyuta huwa natatio. Kwa hiyo na natatua. Kwa hiyo nikipata tenda hizo naweza nikafanya bati hiyo nakuta ni changamoto na. Wito wako kwa vijana sasa? Wito wangu kwa vijana ni kwamba tusiangalie sana ajira. Mm. Of course ajira ni muhimu. Mm. Lakini tunasoma, tunaangalia, unajua chuo tunasoma, tukao tunaangalia ajira. Sio, kile tunachokisoma kikafanya kazi hapana. Yeah. Yani, unajisahau hata kile unachokisomea huko tayari kukitumia ili mradi tupate kazi mm. Wewe ni mhandisi, huko tayari ukafanya kazi za yoyote tu, tunaangalia kitu kama hivi sasa unaonaje, hiki kitu kinaweza ikatumika ikasaidia jamii mm -hmm? na unaonaje kwenye ishi ya viwanda, je kinaweza ikaona mantiki? kwa hiyo mm. tukiwa na hizo hoja tukao tunaleta, inaweza ikatokea hoja nzuri ambayo inaweza ikasaidia ikajengwa kiwanda ikafanya vitu vizuri, tukaanza kuuza na hatimaye tukakua tuka zaidi, tukaanza kuuza hata kwenye mataifa mengine. Naam, shukrani sana Brighton Katabanzi, ambaye niko naye hapa studio, amekuja leo na robot ambayo tumeweza kuiona, lakini pia ameweza kujua kile ambacho kingine ameweza kukifanya, kiwemo hiyo ndege ambayo haina